Chama cha Act Wazalendo kimetoa taarifa yake hii leo ikiwa ni siku chache tangu kutamatishwa kwa uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Oktoba tarehe 29. Katika taarifa iliyotolewa na chama cha ACT Wazalendo imegusia suala la kuanguliwa kwa aliyekuwa mgombea wa chama hicho Luhaga Mpina, ambapo pia wamezungumzia na kugusia masuala mbalimbali ambayo yanayohusu mstakabali wa nchi pamoja na uchaguzi mkuu uliofanyika hivi karibuni kwa ujumla. Kwa mjibu wa taarifa ya chama cha ACT Wazalendo anasema kwamba taarifa kwa, kwa umma: msimamo wa ACT Wazalendo kuhusu mwenendo wa matokeo ya uchaguzi mkuu 2025 Tanzania. haitajengwa kwana risasi bali kwa uadilifu na uongozi uliopata ridhaa ya wananchi. Watawala wasidanganyike, ila vitisho na mauaji haya si dalili ya nguvu zao, bali ni ushahidi wa udhaifu wao wa kisiasa. Rai yetu kwa wananchi, kuungana kulinda demokrasia na kukataa sisem kubadilisha siasa kwa uwanja wa vita kufanya kuwa ni michakato ya kijeshi wamesema hivyo sehemu ya taarifa yao. Kwa mjibu wa taarifa hiyo kiundani, wamesema kwamba chama cha ACT Wazalendo kupitia kikao cha kamati kuu ya uongozi taifa kilichoketi Oktoba 7, 2025 kimefanya tathmini ya kina kuhusu mwenendo na matokeo uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 ambao umekuwa pigo kubwa kwa demokrasia, haki za wananchi na mstakabali wa taifa letu. Yes, Act Wazalendo wameguswa na mwenendo mzima wa uchaguzi ambao kwa mara nyingine umeendelea kugubikwa na udanganyifu, vitendo vya hila na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Ni wazi serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imekosa uhalali wa kisiasa kuendelea kuongoza Tanzania. Uchaguzi huo haukuwa uhuru, haki na wa kuaminika, umepoteza vigezo vyote na sifa za kuwa uchaguzi wa kidemokrasia, walisema katika taarifa hiyo mchakato mzima uchaguzi kuanzia utangazaji wa watu waliojiandikisha, uteuzi wa ugombea, upigaji kura na utangazaji wa matokeo unaonyesha kufanyikwa kwa vitendo vya kiuni vinavyoondoa uhalali kabisa uchaguzi huo. Kwanza, kuinguliwa kwa mgombea wetu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ndugu Luaga Johnson Mpina, kinyume na sheria, kiuni na kuonesha vichekesho vya tume. Pili, kutoteuliwa kwa baadhi ya wa wagombea bunge na udiwani, usumbufu katika kuapisha mawakala na kutoa viapo, kupikwa kwa idadi ya wapiga kura, ambapo takwimu rasmi zilizotangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi eti asilimia 86.7 umejitokeza kupiga kura. Huu ni uongo wa mchana kweupe, walisio unaonyesha kulikuwa na mwitikio mdogo katika vituo vyote nchini. Kuna baadhi ya majimbo yaliyoathirika na vurugu za maandamano, ambapo masanduku yalichoma moto, vituo kuharibiwa na matokeo hayakuhesabiwa, lakini tume ilitangaza matokeo ya kubumba ikiwemo Segelea, Kibamba, Ubongo, Kinondoni, Arusha mjini na kadhalika. Kura bandia kukutwa kwenye masanduku ya kura, wasimamizi wa vituo kusaidia au kushiriki kwenye zoezi la kuingiza kura za wizi kwa ajili ya wagombea wa sisemu. Kuzuio kwa mawakala wetu wa ACT Wazalendo kuingia kwenye vituo vya kupiga kura na kuhesabu kura, mawakala wetu kunyimwa nakala za fomu za matokeo diwani na ubunge kwenye baadhi ya majimbo usimamizi wa vitumo kubadilisha matokeo kwa kuongeza idadi ya wapiga kura kwenye karatasi ya matokeo bila uhalisia. Matokeo chaguzi kupangwa na vyombo vya ulinzi na hasa idara ya usalama wa taifa kwamba nani atangaze na nani asitangaze, kufanya uchaguzi kukosa maana tena, kutohesabiwa kwa matokeo, kutofanyika kwa majumuisho kuchezewa na kutangazwa kwa matokeo ya uongo, ambapo matokeo ya kura za urais yalitangazwa kinyume na takwimu halisi kutoka vituo vya kupiga kura. Ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ikiwemo wanachama wetu kupigwa, kukamatwa kiholela, kubambikwa kesi za uini, wizi wa kutumia silaha na wengine kuuawa kikatili wakati wakitetea kura zao au kutekeleza majukumu ya uangalizi wa uchaguzi. Kushambuliwa hadi kujeruhiwa kwa wanachama, viongozi na mawakala wetu kwenye baadhi ya majimbo na vikosi vya CCM vikisaidiwa na jeshi la polisi Kwekwa zuizi wanachama zaidi ya mia mbili nchini kukamatwa viongozi na wagombea wetu na wengine kufunguliwa kesi za uwaini uawa wow, kwa mgombea wetu diwani wa kata ya Sirali jimbo la Tarime mara ndugu Dafroza Jacob akiwa mikononi mwa polisi baada ya kukamatwa kwa kupewa mateso hadi kupelekwa kifo chake tarehe tano Novemba 2025. Mchakato maficho na uvunjifu wa sheria katika ukokotaji wa asilimia tano ya kura za ubunge na upatikanaji wa viti maalum imeendelea kuwa vichekesho katika kuteua viti maalum ACT Wazalendo. Kwa mjibu wa takwimu tulizokusanya tumepata kura milioni mbili pointi mbili ambapo hata ukichukua mwitikio wao wa kupikwa kwa wapiga kura milioni thelathini na moja pointi tisa tumevuka asilimia tano inayotakiwa kisheria. Ni jambo la aibu na hatari kwa taifa kuona kuwa licha uwazi wa dosari hizo inayojiita tume huru ya taifa ya uchaguzi aineki na vyombo vya usalama vimegeuka kuwa chombo cha kutetea udanganyifu badala ya kulinda haki ya wananchi ikioja na fedhea rais kushinda kwa asilimia tisini na nane. Hata wakati wa chama kimoja Mwalimu Nyerere hakuwahi kushinda kwa kiwango hiki. Tume yenye kuongozwa na majaji wa mahakama ya rufani wamethibitishwa chao wao na kukosa uadilifu katika utaalamu wao. Taarifa za uangalizi wa ndani na wa kimataifa, ikiwemo SADC, Umoja wa Mataifa UN, Umoja wa Ulaya EU, vyombo vya kiraia zimeonesha kuwa wazi kuwa uchaguzi huu uligubikwa na ukiukwaji mkubwa wa taratibu hofu na udanganyifu wa taarifa za waliopiga kura. Vitendo hivi vilivyofanywa na sistem na vyombo wa shirika, yaani tume ya uchaguzi na vyombo vya ulinzi na usalama, ni uhaini dhidi ya demokrasia wa wadamu, na jashu, wa ni usaliti mkubwa wa damu na jasho la Watanzania waliopigania haki ya kupiga kura tangu enza uhuru. Uthibitisho tosha kwamba serikali inayojiita iliyochaguliwa kupitia uchaguzi mkuu elfu mbili ishirini na tano haina uhalali wa kisiasa wala kisheria mbele ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uhalali wa kisiasa hauwezi kujengwa kwa udanganyifu, udhalimu, uporaji wa ridhaa ya wananchi kwa kutumia mabafu ya dola. Lakini inastajabisha kuona viongozi wa nchi wamejaa viburi na kupuuzia vilio na madai ya wananchi. Bado system na uongozi wa nchi kwa ujumla wanakataa mauaji waliofanya, matumizi ya nguvu kupita kupitiliza, na sasa inaendelea na kamata kamata. Sisi wazalendo, nasistiza kuwa madai ya wananchi hayajibiwi kwa risasi wala propaganda. Serikali lazima itambue kuwa hakuna propaganda au risasi itakayoweza kuzima sauti ya watu wanaodai haki na mabadiliko, bali zinazidisha hasira, chuki na uhasama kati ya watawala na wananchi. Msimamo wa sisi wazalendo, sisi wazalendo tunataka hatua zifuatazo zichukuliwe kunusuru Tanzania yetu. Kwanza, tunataka serikali kusitisha mara moja vitendo vya vitisho kama takamati ya ukandamizaji dhidi ya wananchi na viongozi wa vyama vya upinzani nchini. Badala ya wananchi ajibike kwa risasi, kubambikwa kesi wala propaganda ila hizo zote haziwezi kuzima sauti ya watu wanaodai haki na mabadiliko. Pili, tunataka serikali kuacha uhuru viongozi watu wa kisiasa na wananchi waliobambikwa kesi mbalimbali kutokana matu, na matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025 na siku zilizofuata kama hatua ya awali, hatua ya awali kabisa ya kuweka mazingira ya kuliweka pamoja taifa. Iundwe tume huru ya uchaguzi nje ya serikali kuchunguza matukio yaliyosababisha kuvurugwa kwa uchaguzi mzima wale waliohusika kuharibu kwa makusudi wajibike ikianzia na rais mwenyewe. Kuunda tume ya maridhiano iliyo huru takayokuletea pamoja wa serikali, viongozi wa upinzani na wananchi kwa lengo kwa lengo kwa kukomesha uonevu na kuweka mfumo bora wa uendeshaji wa nchi. Tunataka mageuzi ya kidemokrasia hususa, katiba mpya itakayounda tume huru ya uchaguzi itakayoweka mipaka iliyo wa, wazi kati ya dola na chama tawala na kuweka uhuru wa vyombo vya habari na vyama vya siasa. Tutaipeleka mahakamani INEC kuzuia kuapishwa kwa wabunge viti maalum na ukilazimisha kuleta takwimu walizotumia kukokotoa na kuteua viti maalum vya ubunge. Tunarejea wito wetu wa kuruhusu uchunguzi wa kimataifa dhidi ya mauaji ya Oktoba 29, 2020. Na tano, ili kupata ukweli huwa iliyotokea kiasi cha nchi yetu kupoteza watu wake wengi zaidi kuliko wakati wowote katika historia ya nchi yetu.